Hili ni jambo la muhimu sana hasa kwa watu ambao uh, kuna mahali unataka usogee. Ruhusu wapiganaji wengine waingilie kati vita ulionayo. Ruhusu wapiganaji wengine waingilie kati vita ulionayo. Usipigane peke yako kwa sababu wapiganaji wametofautiana katika uwezo wao wa kupigana kutegemea na madaraja yao. Na ndio maana hata uende jeshini kuna makomando. Amen. Kuna wale makomando, nilikuwa naangalia siku moja, ilikuwa sio anaazimisha ni miaka hamsini, kipindi hicho walipitishwa makomandoo ana, wameweka tofali kwenye mgongo wake, wanavunja tofali mgongoni kwake, yeye haumii, tofali linavunjika. Atukuzwe Yesu, Haleluya. Kwao pia wanapoenda vitani kuna makomando kulingana na madaraja yao, maanake uwezo wa kupigana tumetofautiana. Kwa hiyo kuna wapiganaji wengine wamejaliwa upako wa kivita zaidi kwa kiwango cha hali ya juu ili kuwaimarisha wengine. Maanake ninaporuhusu wapiganaji wengine waingilie kati vita yangu, maanake nataka ushindi upatikane kwa haraka. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa hebu fungua kile kitabu cha Hesabu. He, Hesabu 13 mstari wa 28 mstari wa ishirini na nane anasema, lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana, pamoja na hayo tuliona wana wa Anaki huko. Aleluya. Huyu, hawa watu katika kupigana kwao Wakanani, katika mapambano yao kwenye vita, kuna watu waliwahitaji ili wawasaidie kwenye vile vita. Ndio maana wapelelezi walipoenda kupeleleza, wanasema tumeenda kupeleleza ile nchi, wale watu ni hodari. Pamoja na kwamba ni hodari, hawajataka wapigane wenyewe, wamewaruhusu na wana wana wake wawasaidie kwenye vita. Atukuzwe Yesu. Kwa hiyo sasa, wakati wanaangalia, waliangalia upande mmoja, hawa wanasema ruhusu. Maana yake hawakujua kwamba nyuma ya hili taifa kuna mataifa mengine yanayowasaidia, ili hawa watu waweze kushinda vita. Kwa hiyo nikasema, unaweza ukaja kupigana na mimi ukanitazama mimi kama mimi, usijue nyuma yangu kuna jeshi kubwa. Kwa hiyo unapokuja usiniangalie mimi tu, angalia na walio nyuma yangu ni kina nani. Maanake ninaweza mimi nisiingia hata kupigana, ila kuna watu wakanipigania. Haleluya, haleluya. Kuna watu wakasimama kunitetea na mimi naweza nikasimama nikaongea kwa ujeuli navyoweza. Wewe nakuweza, wewe huniwezi lolote. Ukiniangalia, kamwili kalivyo, hata nguvu sina. Kinachomlinda, ninalo vazi la Kristo ndani, na nyuma yangu nina jeshi la watu ambao wananipigania. Kwa hiyo ninaingia kwa jeuli, kwa sababu nimeruhusu. Amen, amen, amen. Sasa angalia mfano moja. Petro alipewa upako wa hali ya juu kuliko ndugu zake wote. Luka 22, kitabu cha Luka 22 31 na 33. Biblia anasema akasema, Simon Simon, tazama shetani amewataka nyinyi wapepe, a, a amewataka nyinyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe na ndugu zako maanake, nimeweka upako wa hali ya juu kwako wewe kuliko mtu mwingine. Atukuzwe Yesu. Kwa hiyo utakapo wewe ongoka, imarisha na wengine, maanake si wote wanaweza kuingia kwenye uwanja wa vita wakapigana vita. Kuna wengine wanatakiwa wasaidiwe, uwezo wa kupigana hawana. Amen, amen. Uwezo wa kupigana hawana, hawana nguvu ya kuweza kupigana. Kwa hiyo, kuna wengine wamejaliwa uwezo zaidi ili kuwasaidia wengine, na ndio maana si kila mmoja anaweza akaomba kwa kiwango cha juu. Ndio maana tumetofautiana. Atukuzwe Yesu, haleluya, ili wengine waweze kukusaidia. Amen.